Kwa sherehe ya Diamond najua ni nguvu ya Diamond peke yake pale, lakini always tunakuwa tuna very good chemistry ambayo tukikutana na Diamond tunafanya muziki mzuri. Yeah. Kwa hiyo sina pressure sana kwa sababu yeye ni mwanamke, mwana muziki mzuri. Lakini kwa mwaka 2025 nimefunga na Salama. Kwa hiyo tukutane 2026, tegemea jambo. Lakini pia kuna albamu zangu mbili zinakuja. Mwakani natoa albamu yenye Bongo Flava, lakini end of this December pia natoa mm, EP ya Gospel. Kwa hiyo kaeni mkawa kula na always mpao ni on top. Lakini ukiachana hapo mkurugenzi alinishauri pia nifungue biashara. Nafungua duka la simu electronic ambayo linaitwa Mopower and Phone online, tutakuwa tunafanya kazi mashaa ishirini na nne. Kwanza simu vifaa vyake ya kisosna takataka zote, na kwa niaba ya mkurugenzi alinishauri hivyo na kanisupport, mimi ni nani nibishe? Kwa hiyo ukiochana na mabranchi ya mapikipiki na maspea Tunakuja kwenye electronic kazi na na tunalizindua na president. <laughs> atakata utepe kazi naba, cousin, nalikula ili, nalikula ili, nalikula na natuingie ndani kula nyama, kwamba kumuuliza Barnaba album ya gospel na bongo flavor eh. Tunafahamu kipindi umefunga ndoa na mke wako Raya, kwamba naitwa Mohamed, ulibadilisha dini na kuwa Mwislamu. Watu wanaweza wakastuka kwamba inakuwaje tena gospel. Mungu ana tabaka, brother, Mungu ana tabaka. Kwa hiyo mimi Alo, alo, Bwana Yesu asifiwe tumo. Asalamu alaykum wa alaykum salam. Amen. Cha msingi ujumbe ufike na, na, babu yangu hii nimesema gospel lakini ni inspiration song. Kwa mfano kuna track ni mimi na Obiafa inaitwa sadaka. Nahimiza watu watoe sadaka msikitini, wapeleke zaka. Kwa sababu Mungu anapokupa lazima urudishe. Praise God hapa kiasi kwa mko mtu akitoa misaada ku support vijana. Na sisi tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini kuhimiza au kutoa neno la Mungu haijalishi wewe uko dhehebu gani. Wewe Islamic au Christian tuache hizo itifaki za, za kikoloni kwamba oh. Cha msingi tunamtukuza Mungu, watu aende kwenye ibada. Aliyekuwa Muislamu aende msikitini, Mkristo aende kanisani, na mtoe sadaka, mtoe zaka, kwa sababu nyumba za ibada, nyumba za kufanyia kuabudu, hazijengwi na mawe wewe unapo Mungu amekuwezesha, nyinyi waumini mmejezesha, basi nitoe sadaka na wachungaji na mashehe waendelee kufanya ibada zao vizuri, neno la Mungu lifike kwa watu wengi Okay. Kwa Bwana Yesu asifiwe, salama na tuingie ndani. Mimi naomba Barnaba, nimalizie. Ndio. Ah, show ya Kigoma nilishuhudia mwanzo mwisho, Kigoma mjini fashion kubwa sana. Kusema bwana ah Mbona wapo sasa hivi toni yake imebadilika na imba kwa kuchangamuka sana kama unafanya Diamond, imekuwa vipi? Au ni kwa sababu umechanga Diamond au ime... Audience zinabadilika unapokwenda kwenye hekaheka za watu wengi na vijana wanaochangamka kwenye damu za hizo, lazima nawe uchangamke. Kwa hiyo cha msingi tu, mimi na mtu ambaye naangalia audience ikichangamka na mimi nachangamka, ikipoa na mimi napoa. Ndio maana mimi ni mmoja wa wasanii ambao watabiriki. Ukinikuta kwenye corporate na perform live band kwenye ayo ayo, na mimi niko kwenye ayo na stabiriki, na wewe ndio msanii ambaye sizeki. Mimi sio kama Jaydi. Nasoma kwa kutumia kwa na mabalozi wengi sana ambao unafanya nao kazi. Ndio. Tulimuona Chege, Baba Levo na wengine kibao. Lakini kwa Barnaba imekuwa tofauti sana. Barnaba unasafiri naye, mna hook up sana. Familia. Kuna tofauti gani kwa Barnaba na watu wengine? Why Barnaba? Ah, Barnaba huyu ni kama mdogo wangu kwa sababu namjiumea. Ni kweli. So huyu unaishi naye kama ndugu ni ndugu, yeah. Yani, kwa chano balozi huu ni ndugu yangu. Kabisa. So ndio maana unaona mda wote tuko naye na huyu ndo rafiki yangu. Kweli. Kwa mjini hapa Kweli. Sina rafiki mwingine, ndo maana sehemu zote lazima mikute Barnaba. So yani, hilo liko hivyo. Labda tu cha kumalizia, mimi nimalizie kitu kimoja na wakaribisha sana familia ya Jonijo hapa. Wamekuja kuoa ufalmeni, nyumbani ufalumeni gileji, meona meona magari kutosha. Yeah. Meona sherehe ni kubwa sana yeah. Hey. Na hii ni mahali. Hii ni mahali. Sasa bado ni kiasi gani cha pesa kwa kutupokeza ni <laughs> Ma, tumepokea mafurushi, sio vijifurushi, mafurushi ya pesa tumepokea. Hotpot la kwanza limekwenda ndani, hotpot la pili limekwenda ndani, hotpot la tatu afu limekuja hotpot la nne la kina babu mjomba. Eh bwana asanteni, tukutane ndani <laughs> <dajama, mbio. laughs> <laughs> E, film ipo, watu wa Bongo Move wakae mkawa kula kazi, wanayo napiga miguu yote kwenye shingo na kwenye kichwa na kiuno. Kwa sasa hivi nakwenda, yani kwenye film nimeingia na mimi, sio leo kwenye film. Niko kitambo ila nimepanga mwaka 2026 ninaingia ni kwenye soko la filamu rasmi kabisa. Naingia kwenye muziki, niko pale pale, ila kwenye filamu naingia, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda since way back na usichofahamu, mimi nilianza kwenye movie kipindi hicho marehemu Ruge, kabla hajakufa yatima roho, watu wanakumbuka, afu ndo nikamia kwenye muziki, Ruge akanisha kwenye muziki. Kwa hiyo movie ni kitu ambacho napenda ile Bob Wedi mawio sio bahatisha. Kazi wanayo bongo ya bwana, hey, JB Rich Simba, mtabariki kazi, magari hayo yote <laughs> <laughs> <laughs> <ten, ten>, <laughs> <laughs> Kuanzia kwenye tarehe 18 15 nane 15 16 hivi naenda kufungua branch moja ya KD, itapatikana Malawi, mkoa mmoja unaitwa Mzuzu, so pale tutafungua branch kubwa sana. taondoka na wasanii baadhi akiwemo Barnaba, balozi mkubwa kabisa. balevo sitaondoka naye kwa sababu ya kampeni Ndio. lakini pia kuna wasanii wa Malawi kama watatu ambao tulisha mention kwamba tutakuwa nao. Umeonekana mara nyingi viongozi wengi wakiwa wanaku wanakusifia sana. Kweli. Lakini pia tuliona kuna picha ulipiga na GSM, tukafuatilia hmm, tukaambiwa kwamba hmm, ni mara nyingi waga mnakutanaga hmm, hmm, na kuzungumza. Hebu tuambie unafikiri kwa nini viongozi hawa wanakuwa na kurespect pamoja hmm, na watu maarufu hmm, na una utajiri kama kile GSM? Hmm. Okay. Unajua, hmm, unajua tukisema kwa upande wa viongozi, viongozi watuongoza sisi. Na wanapenda watu kufanye kazi. Hata rais alishawahi kusema kwamba vijana tutakuwa tufanye kazi hata juzi Diamond alisema tutakuwa tufanye kazi. So wana appreciate kile ambacho nakionyesha kwa vijana, kwa sababu watu wengi wameshindwa kufika hapa nilipo mimi na umri mdogo sana, lakini ukiangalia nilipofika kidogo ni tofauti. So kuwa na GSM, GSM mimi na familia yake kitambo sana. Ile picha ni picha tu moja. Hata juzi nilikuwa naye tulikuwa naye tena eh, kwa sababu mimi mimi before sijakutana na GSM, rafiki yangu alikuwa mdogo wake anaitwa Sara So, siku moja Sala kwa sababu ana moyo mzuri akanambia, bana twende kwa brother sipo, tukaenda kwa brother wake. GSM ni mtu poa sana, akanikaribisha mimi, pati nyingi sana naendaga. Hata Jumapili iliyopita ilikuwa kwake, nilikuwa na mazungumzo naye ya kibiashara, kwa sababu ni mfanya biashara. Nategemea kwenda kuwa kama GSM, so lazima tuchukue madini kwa watu wakubwa kama GSM. So kusema kwa mfano kina Weso, akina Liziwani au ni marafiki zangu tu, kwa sababu yes, wao waliponiona mimi kulingana na jinsi ninavyofanya vizuri, kwa wali appreciate. Ndio maana siku ile wakati na, na kwenye birthday yangu uliona Wesa alipiga simu aka appreciate ma aka appreciate mimi ninachokifanya, basi ndio hivyo. Kwa mimi niko na viongozi wengi wote, siwezi kuwataja hapa. Moja kati ya vitu ambavyo uliahidi siku ya birthday yako ilikuwa ni ujio wa pikipiki yako ya KD, atuambie imefikia pikipiki ya KD? nadhani nadhani mwezi wa ngapi? Mwezi wa saba. Na Barnaba ni mpeka kiwandani ariona, mm. ilikuwa imefikia asilimia sitini sitini sasa hivi no, no, no, no, no, no, no. imefikia asilimia tisini na tano kwa bado tano tu, 2026 inatoka pikipiki A ya King King, yes. kwa hiyo bodaboda yote Tanzania okay, na, na wateja wote wafanyabiashara, mm. naomba waendelee kusupoti biashara zetu za Kingdee na wajue bodaboda boda. 2026 inakuja pikipiki moja ambayo ambayoa spidi kama, <laughs> kama, kama, kama BMW. BMW. BMW. Hebu na kama kama Utaki oso kule, yeah. kiwa ndani mm. kabisa, mm. mambo di mm. na nini. Sio mchezo, sio mchezo. Kwanza unajua, pikipiki au chombo chochoo cha elektroniki, vitu kama va mwendo hivi, cha kwanza tunazingatia bodi Vizuri. Bodi ilikuwa ni nzuri na kipekee, haifanani na pikipiki yote ambazo umeizoea hapa Bongo. Lakini second pia ni strong sana, kuanzia kwenye shock up, kwa maana unaweza kubeba zaidi ya watu wawili au mizigo yenye kilo nyingi sana na ukaendelea na ukapeta. Lakini kitu kit, kit, kingine kinachofuata ni pikipiki zenye speed sana na haziungui ungui clutch. Jeu kuna pikipiki zina tatizo flani zinaungua ungua clutch mara shock up imekatika. Uh, berisi mekata kwa sio pikipiki, pikipiki ambazo ziko strong. Kila kifaa kama tumekuwa namba moja kwenye kuuza vifaa vya pikipiki basi tarajia kabisa pikipiki yetu itakuwa very strong. Okay, kwa ukubwa ule unao katika nchi ya Tanzania, wewe unavyofanya muziki wako mkubwa, je, upo tayari kuendesha pikipiki kuadhimisha Tanzania kwamba ziko strong? Au uh, usichokifahamu tangazo la TVC ambayo inashutia tangazo la pikipiki ya King D nimeshuti mwenyewe na nalishutia China mkurugenzi alisema tushutie China kwa sababu tupate quality na tu approve tua watanzania wa kitu tunachokileta kama ni bora, kwa hiyo oh, tegemea hilo oh, kwa sababu pikipiki lazima kwanza nishaiendesha ambayo ile sample kule, lazima ulijue hilo. Tukiwa chicho mji mmoja nje kidogo na pale Gwanzu, alafu nzuri kwa hiyo cha pili nitaiendesha kile mitua hapa kuiona ina miliki mikiki mikiki ya Tanzania Dar es Salaam. Sasa, mimi sio naingiza naingiza naitoa yaani, gear inaingia na natoka, sawa, ndio.